Okay, kama nilivyokuambia tumefungua rasmi LTS Talk, na leo niko hapa na inaitwa Precious Bella, nilikuwa Form 6 ex Tambaza hapa 2023 to 2025. Um, I'm very proud of Tambaza. This is my school. Imenilea, imenitunza, imenifundisha vitu vingi. Karibuni, karibunia Swali langu la kwanza, kama unavyojua, hapa shuleni tuna learning principles, ambayo learning principles inajumuisha michezo, sanaa na games mbalimbali. Wewe kwa upande wako, ni katika hivyo vipengele, ni kipi haswa kitu ambacho unakipenda zaidi? Kwangu um, mimi napenda sana sanaa ya uigizaji. Katika sanaa ya uigizaji, yani imekusaidia nini kujifunza ama? Asante sana, ah, sana kwa swali zuri. Ningependa kulijibu kwamba sanaa ya uigizaji kwangu mimi imenifunza kushirikiana na watu tofauti tofauti, nikiwa nje ya shule na ndani ya shule. Kwa mfano mzuri ni kwamba kunaweza kutokea katika jamii bonanza au tamasha ya kuandaa vipaji vya watoto wadogo wa uigizaji, inaweza kanisaidia mimi kwenda kujumuika nao, kwa sababu tayari nakuwa naenda kujifunza na wao, pia nahitaji kujifunza kutokea kwangu ndio, kama naomba nikuulize swala moja, ni mwigizaji gani pendwa ambaye kama namchukulia kama <laughs> mwigizaji wangu pendwa ambaye namchukulia ni <sighs> Wema Sepetu, namkubali sana yule mdada. Haya, Wema, salamu zako hizo kutoka kwa Precious Nyara, anakubali sana na nihitimishe kwa kusema kwamba e, na dada Precious zilikuwa bomba sana. Karibu na usichoke kutufuatilia katika page zetu za leni andsa.